Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI kupitia tafiti zake za kisayansi inaendelea kuchangia katika kuboresha mifumo ya afya nchini. Kupitia kitengo cha utafiti wa mifumo ya afya sera, na uchakataji wa matokeo ya tafiti, NIMRI huhakikisha matokeo ya tafiti zake yanawafikia walaji na wadau muhimu kama watunga sera, watoa wa maamuzi na jamii kwa ujumla. NIMRI hufanikiwa katika hilo kupitia njia mbalimbali mbali kama vijarida sera, yaani policy brief, mikutano ya majadiliano na watunga sera, yani policy dialogue meetings machapisho kwenye majarida ya kitaifa na kimataifa, makongamano na mikutano ya kisayansi. Tafiti hizi hubadilishwa kuwa taarifa zenye matumizi halisi katika utungaji wa sera, maboresho ya miongozo na ufanisi katika utoaji wa huduma za afya nchini. Dr. Elizabeth Shayo mtafiti mkuu kutoka Nimri na mkuu wa kitengo hiki anaeleza namna Nimri inavyohakikisha utafiti unaleta athari chanya katika maisha ya wat Tanzania. Na katika kitengo hiki tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunachakata yale matukio kita ya kitafiti yanayotengenezwa au yanayozalishwa katika na watafiti maeneo mbalimbali nchini, sio tu kwa nini, lakini kinchi, ili kuweza kupata shahidi ambazo zimejumuishwa kwa pamoja, kuijulisha watu wa sera au watu wa maamuzi, kama ambavyo nimekwisha kusema na katika uchakataji huo kuna mbinu mbalimbali namna ya ku, ya kuchakata na kupackage yale matokeo ya kitafiti, na mojawapo huwaga tunatumia kitu tunasema kijarida sera. Kijarida sera, ama kwa Kiingereza policy briefs, hii ni uh, inaonyesha muhtasari ama ufupisho wa matokeo ya kitafiti ambayo yamejumuisha tafiti mbalimbali zilizofanyika nchini na maeneo mengine nchini Afrika yenye mwonekano unaofanana na Watanzania ili kuona ukubwa wa tatizo ukoje na nini kimefanyika katika maeneo mbalimbali kuondoa matatizo husika. Kwa hiyo kijarida sera kinakuwa kina, uh, kina kina focus ama kinaangalia eneo fulani ama tatizo fulani la afya katika jamii ama la kiuchumi ama la maeneo mengine lakini kimsingi ni, fiti, ili mradi liweze kujumuisha hayo matokeo ya kitafiti ili mtunga sera au mtoa maamuzi aweze kuyatumia kwa ajili ya kufanya maamuzi yaliyo uh, sahihi na kama nilivyosema, ukiangalia majukumu makubwa ya taasisi ya taifa wako, mba, fiti, ya utafiti magonjwa ya binadamu mojawapo ni kuhakikisha kwamba matokeo yote ya kitafiti yanayofanywa nchini, tafiti za afya yanafikia walaji na tukisema walaji wako katika makundi mbalimbali. Kuna watunga sera, kuna watu wa maamuzi, kuna watu wa huduma katika vituo vya kutolea huduma ya afya, uh, kuna wanajamii kwa ujumla. Kwa hiyo inategemea kwamba, uh, tafiti inayotakiwa kuchakata, uh, inayotakiwa kujulisha, ina matokeo yake yanaakisi uh, kundi gani. Ya watunga sera lazima kiweze kuonesha ukubwa wa tatizo fulani, ni nini kimesababisha ukubwa wa uh, tatizo hilo, mbali mbali, fanyika, uh, mbali mbali, tatizo hilo linatofautiana nani katika maeneo mbalimbali, na ni nini kimefanyika katika sehemu mbalimbali kutatua tatizo hilo kwao, tunasema kuna state the problem kwa upana wake, na kuangalia kwamba nchi nyingine zimefanyaje katika kutatua tatizo hilo Tukisha angalia namna hiyo kwa mapana yake na kuangalia ni nini kilifanyika katika nchi nyingine, ama unaweza kukuta imefanyika uh, clinical trials, ama tunasema je, majaribio ya kitafiti kwa kutumia mbini mbalimbali ya kupunguza tatizo fulani. Kwa hiyo tunapokuja na matokeo katika majaribio hayo, yanajumuishwa na majaribio mengine yaliyofanyika sehemu nyingine, katika nchi nyingine, ili kuweza kumshawishi mtunga sera uh, kuweza kuitumia katika kuboresha miongozo ama katika kuboresha utoaji wa huduma uh, za afya hapa nchini. Kwa hiyo tofauti yake ni kwamba kijarida sera kinabeba tunasema ni synthesis of evidence, inachukua inajumuisha shahidi nyingi za kitafiti. Ila katika kimpangilio, unatoka pale mwanzoni, inaanza na kusema ujumbe mahususu kwamba akiangalia anaweza kuona kwa haraka Unaambia kwamba huwezi kumweleza mtunga sera kwa dakika moja au mbili ndio kwanza utakufikishia. Akisha uone basi ni rahisi kujipanga na kuweza kusoma yote kwamba sasa hiki ni kitu ambacho tunaweza tukafanya mabadiliko. Lakini tunajua watunga sera wana muda mchache, kwa sababu mambo ni mengi wanayoyafanya, ndiyo maana baada ya kuwa na kijarida sera huwa tunaitisha policy dialogue meeting. Ni uh, mkutano ambao inakutanisha watunga sera na watafiti ambao wamefanya ile tafiti na tumuniza ile asera kwenda kujadili kiundani yale mapendekezo ya kisera. Kwa hiyo pale zile options ambazo naweza kuwa na options zaidi ya moja, mapendekezo zaidi ya moja, ili akiona option ya kwanza au pendekezo la kwanza ni ngumu, labda anaangalia upande wa rasilimali, upande wa fedha, labda hatuna fedha za kutekeleza uleai, ataangalia pia pendekezo la pili, kwa mjaji hili linawezekana au haliwezekani. Kwa hiyo zinajadiliwa pale, na ndio tunaoje kusema kwamba huko sasa tunahisi ni wakati wa kupata kuna kuboresha sera zetu, uh, au kuboresha miongozo wetu ah, kuachana na vijarida vya sera. Taasisi ya Utafiti ya Magonjwa ya Binadamu imekuwa ikitumia mbinu mbalimbali kuhakikisha matokeo ya utafiti yanafikia watu wa sera watu wa maamuzi na wanajamii, uh, katika maeneo mbalimbali na njia hizi ni kwamba NIMR tuna jono yetu Tanzania Journal of Health Research. Jono hii inatoa machapisho ya tafiti ambazo zimefanyika uh, na zinachapishwa na matokeo hayo yanawezekana wa kuonekana na watu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Lakini pia NIMR inaadhimisha uh, ya kongamano la kisayansi kila baada ya miaka miwili, ambapo uh, shahidi mbalimbali zilizo tafiti maeneo mbalimbali nchini ambapo inajumuisha wadau mbalimbali mpaka wanje ya nchi kujumuika, wakiwepo watunga sera, kujadili matokeo hayo na kuangalia uh, vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika uh, kuondokana na matatizo ambayo yatakuwa yamewasilishwa. Kwa hiyo hizo ni maeneo makubwa ambayo tunatumia kuhakikisha ku, ku, ku, kuwa matokeo ya tafiti na, yanafikia ya, ya uh, makundi mbalimbali ya watu ikiwepo pia tunakuwa wakati mwingine na symposium ambazo uh, uh, unakuta zinawasilisha matokeo kuhusu eneo fulani uh, pamoja na mikutano mbalimbali ambayo inafanyika watafiti uh, moja moja, kutegemeana na eneo ambayo utafiti uh, imefanyika. Uh, kitengo hiki ambacho kinahusika kina na uchakataji wa ya matokeo ya kitafiti kuhakikisha kwamba inafikia wadau mbalimbali. Kama nilivyosema, kuna maono mbalimbali. Kimsingi tunapendelea kuja kuform Center of Excellence of Knowledge Translation and yani center ambayo itakuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha tunachakata matokeo ya kitafiti tafiti za afya nchini. Kwa hiyo hii center itakuwa inahusika kabisa kuhakikisha wadau wote nchini kutoka taasisi na asasi mbalimbali na vyuo vikuu wanaofanya tafiti za afya kwa ha, tunapata matukio yote ya kitafiti na kuhakikisha kwamba tunayachakata na kuyaweka kwa namna ambavyo inaweza kufikia walaji. Kwa hiyo ndio sura ambayo naiona ya hapa tunavyoenda. Na kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu uwezo tunao Nimri ina watafiti awaliosomea na bora ya kuchakata matokeo ya tafiti na hivi kuna wengine wanamalizia mafunzo yao ambayo anayapata kutokana na support ya wadau mbalimbali. Kwa hiyo kama ni watu wa kuweza kutoa mafunzo ama kuacha matokeo ya tafiti yanachakatwa, hiyo capacity tu tuseme kwamba cha kwanza kinachoweza kujivuria, kwamba ninaishukuru management ya Nimri kupitia director general, mkurugenzi mkuu kwa kuweza kutenga fedha za ndani ili kuita watafiti kuwapatia mafunzo na hata kuandika hivi vijarida sera. Kwa hiyo mm -hmm. kwa muda wa miaka miwili sasa tumeweza hata kutimiza lengo letu ambalo limepangiwa katika strategic plans mm -hmm. ya kutengeneza vijarida sera kila mwaka, tumeweza kutimiza hayo malengo kwa sababu tumeweza kupata uh, rasilimali fedha za kutoka ndani lakini pia ambacho tunajivunia ni kwamba tuna watafiti wa ambao wana ujuzi wa namna ya kutengeneza vijarida sera, ambao wamepata mafunzo katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuwa na wakufunzi ambao wanaweza wakafundisha wa watafiti wengine na kupata fedha za ndani, zimekuwa na unafuu mkubwa sana katika kuahka kutekeleza utengenezaji wa vijarida sera. Kufahamu zaidi kuhusu Nimri na shughuli zake za utafiti tembelea tovuti ya Nimri www.nimri.or.tz au mitandao ya kijamii Nimri Tanzania. Asante, endelea kutufuatilia.